Sisi kama kama kama sekta tulipewa jukumu na serikali na kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji na, na kutoa mchango kwenye nchi kadiri ambavyo inawezekana. Wakati hii management inaingia kwenye madaraka eh, mwaka 2020 tumekuta uzalishaji katika nchi wa tumbaku ni kilo milioni 37 kwa nchi nzima kilo milioni 37, lakini leo hii e, masoko ambayo tumekisha maliza tayari tumezaisha kilo milioni 105. Usisimtu kati ya wazalendo ushitukio wazalendo, tunawajibika kwa nchi hii, kwa maana ya kwamba kufanya majukumu yetu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Tanzania yetu inastawi na inakuwa. Kwa hiyo hilo ni la kwanza. La pili, kama ambavyo ameeleza tunawajibika kwa wananchi au tunaweza kusema pia kwa wateja. Ni bodi ya tumbaku hapa mnahudumia wateja ambao ndio wananchi. Kwa hiyo, wakati mnahudumia wateja, mnawajibika kwao. Kwa maneno mengine, kusemagahwa ndio kama boss zao sawa. Hapa ukiwa hapo, kuna ile ile ile ile important relationship. Kwambawana supervisor wako na kiongozi pale, lakini sisi ambao wanatuweka hapa ni wananchi yaani.